Nataka twende tukapunguze tozo. Kuna tozo ambazo ntahangaika na Ruhomvya kwa sababu ni tozo za manispaa, tutahangaika nazo yeye. Kuna maleseni, leseni ni ya manispaa, tutahangaika na Ruhomvya. Kuna tozo ambazo mzee mwenyewe natazibeba bungeni kuhakikisha kwamba tunaondoa, mvuvi akilipa mafuta hao tasak wakaongea na TRA wagawane hela huko. Hamna tena leseni ya maboti, hakuna leseni ya mtumbu, hakuna leseni ya vitu. Tunataka kwenda kufuta hayo mambo ya leseni za wavuvi, leseni likuki tunayafuta. Tunataka wavuvi wawe na kitambulisho basi, yeah. Wewe ukiwa mvuvi unapata kitambulisho chako mara moja, kinakutambua wewe ni mvuvi. Hamna maleseni ya kukata kila mwaka, hakuna. Kama tingo hana leseni, kama kondakta hana leseni, mvuvi naye hatakuwa na leseni. Nipeni kazi niende nikabadilishe sera za serikali, nitumeni bungeni niende nikafanyie kazi mambo haya. Asanteni. Mwaka elfu mbili na kumi, kumi na tano, nilikuwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini. Nilipokuwa mbunge, nikapata uzoefu wa baadhi ya maeneo duniani kwamba wameachana na matumizi ya karabai kwenye kuvua na kwamba sasa wanatumia taa za sola kwenye kuvua. Nikataka tufanye majaribio Kigoma kama inawezekana, nikazungumza na TANAPA kwa ajili ya kutoa fedha za mfano kwa Mwamgongo na Mtanga kuwapa wavuvi karabai za sola kufanya majaribio ya kuona kama karabai za sola zinaweza zikapunguza gharama na kusaidia kwenye uvuvi. Matokeo yake leo hii mwambao wote wa ziwa Tanganyika hakuna mtu anayetumia tena karabai, hakuna mtu ananunua tambi, hakuna mtu ananua mafuta ya taa, kila mtu sasa hivi anatumia taa za sola kwenda kuvua. Uongo? kuna mtu hapa kibiri Karabai? Si wote wanatumia sola. Hiyo ni kazi ambayo nilifanya nikiwa mbunge wa Kigoma Kaskazini kwa kufanya majaribio Mtanga na Mwamgongo. Majaribio yale yamefaidisha wavuvi wote wa mkoa wetu, na sasa hivi mpaka Mwanza huko wanatumia sola kuvua. Nataka niwaambie, mkinichagua kuwa mbunge wa jimbo hili na mkanipa manispaa mkanipa madiwani kwenye kata zote kumi na tisa za manispaa hii hapa Kibirizi, mkanipa Ruhomvya akawa diwani wa kata hii. Wavuvi nawapa ahadi, nataka twende tukafanye kazi ya kuona namna gani ambavyo tutaweza kutumia mashine za boti za kutumia umeme badala ya kutumia mafuta ili kupunguza gharama za uvuvi. Hivi sasa ACT <coughs> e Wazalendo, hivi sasa kuna bodaboda Dar es Salaam za umeme, kuna magari ya umeme. Inawezekana kabisa tukawa na mashine za boti za umeme. Naomba mnipe hii kazi, nitakwenda China, nitakwenda Japani, nitakaa na makampuni yanayotengeneza mashine za boti, tutatengeneza mpango kuja kufanya majaribio. Ikifanya kazi, tutawapunguzia gharama wavuvi, tutaleta mashine za boti za umeme, tutaachana na mafuta na gharama zenu zitakuwa ndogo sana. Naombeni mnitume niende bungeni, nikawe mwakilishi wenu, tuweze kufanya kazi ya kuleta maendeleo hayo.